Tumeangalia mazingira ya shule hii, ni mazingira mazuri sana. Tumevutiwa na wanafunzi, jinsi mnavyotunza mazingira ya shule hii, na ndiyo inaashiria ya kwamba ninyi ni wasafi, mnang'aa. na mazingira mkiyatunza mtapata hewa nzuri na mtasoma vizuri na afya itakuwa vizuri kwa mazingira ya shule. na mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa, nitoe wito tu kwa shule zingine zote, zitunze mazingira, zipande miti zitunze miti ya asili kama iliyopo kwenye hii shule ya Isangijo, kwani mazingira ni mazuri kwa afya zetu. CCM oye! Mvua sasa hazipatikani nyingi kwa sababu tunaharibu mazingira yetu. Wanafunzi, muwe wa kwanza kuyatunza mazingira yetu. CCM oye! Kwa hiyo tuyatunze mazingira yetu kama ambavyo mmeyatunza nyie. Shule hii ya Isangijo iwe mfano wa utunzaji wa mazingira kwenye mkoa wetu wa Geita. CCM oye! Na mimi nitakuwa balozi wenu, sio jamani? Nitawaambia, mkihitaji muone mazingira yanavyotunzwa endeni pale Isangijo. CCM oyee! Nawashukuruni sana, nawapongeza sana, mimi nawatakia masomo mema, tunawapenda sana, msome sana. Kudhibiti uchafuzi wa mazingira, kwanza, ukiangalia kwa mfano, hata zile karatasi mara nyingi katika shule hii huwa hatuzichomi, huwa tunaziweka tu kwenye shimo alafu baada ya muda zile zinageuka kuwa mbolea O zile ambazo wakati mwingine ndo tunazitumia sasa kuweka kwenye miti ili miti iweze kustawi vizuri. Lakini wakati mwingine ukiangalia kipindi kama cha nyuma tulipanda miti, kila mwanafunzi aliambiwa apande mti mmoja na atautunza. Alafu wakati mwingine tunaweza tukaishukuru hata hii serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassani, imetuletea miti. Kuna baadhi ya miti kule tumepanda kwa majina Naitwa Safari Juma Petro, ni kiongozi wa mazingira katika Shule ya Sekondari Isangijo iliyopo Wilaya ya Mbogwe. Kwa kufanikisha katika utunzaji wa mazingira hapa shuleni ni mchango mkubwa ambao tunashirikiana walimu, wanafunzi na viongozi wote wa shuleni hapa, ambapo tukifunga shule tunapokuwa tunafunga shule, walimu wanatoa tamko kama labda tarehe fulani wanafunzi wote mtakiwa mrudi shuleni kwa ajili ya kusafisha mazingira. Kwa hiyo wanafunzi wanaporudi kusafisha mazingira wanakuta yale mazingira ni machafu. Kwa hiyo wanafika, wanasafisha, kama ni kufyeka, tunafyeka, tunamwagilizia maua na kingine. Kabla hatujafunga shule, huwa tumeacha, tumepanda maua n, yani tumeacha shule yetu iko safi kwenye mazingira yaliyo bora. Kwa majina naitwa mwalimu Amos Chacha wangu ni mwalimu wa mazingira wa shule ya sekondari Isangijo. Changamoto hizo waga zipo, lakini sio kwa sana kwa sababu eneo la shule linajulikana, ingawaje wananchi wanakuwa na kule kulazimisha kwamba eneo la kwao ni kijini cha kwao, lakini mkakati sisi tulionayo ni kwamba ukikamatwa uishaweka mpaka na vibao kwamba ukikamatwa umeingia kwenye eneo la shule bila utaratibu, bila kuomba umekata kuni au umekata mti ni faini ya milioni moja. Kwa kweli hiyo imetusaidia sana, ukiangalia mazingira yetu hapa nikakuzungusha shule nzima, mazingira watu, wakati miti miti iko vizuri na mazingira yako vizuri, ingawaje mwanzoni mwanzoni walikuwa natuingilia. Kwa mfano, shule jirani, kuna eneo iling'ang'ania kwamba ndakwao, ikawa imeanza kukata miti kuja shuleni kwetu ila tulifata utaratibu alikuwepo asatarafa, tukamuita akatatua tatizo hilo. Mpaka leo changamoto imeisha, ime, miti ina faida nyingi sana tukizungumzia faida ya miti, ina faida nyingi sana cha kwanza ni kama nilivyotangulia kusema tunatengeneza madawati ya shule kupitia miti yetu tuliyopanda. Ikifika wakati tunaona kwamba huu mti umefika wakati wa kupasuliwa mbao, tunaweza kupasua mbao tukatengeneza madawati. Pili, miti kama unavyoona inasaidia kivuli kizuri, hewa oksijeni, watu watoto wanapata mazingira mazuri kujisomea, ndo kama hivyo. Wito wangu labda mimi ningesema kwa serikali, kwa sababu hii shule yetu tuna mategemeo makubwa kuwekea advance, ingetusaidia tupate uzio ili tuwe katika mazingira salama zaidi.